Ndugu zangu tawi la Simba wekundu wangoba kulangwa, najua wale waliokaa kule nyuma hatuonani kwa sababu kuna watu wametuzinga hapa, lakini hawa watu waliotuzinga wapo kazini, na sisi ndio ambao tumewaita kwenye hii kazi. Sasa basi, mwaruhusu wasimame hapo ili warekodi mipango yao wanayorekodi. Wakishatosheka watasogea pembeni, hapa pabaki wazi ili na wakule nyuma tuonaje. Hiyo si imekaa vizuri, kila mtu apate, au sio? Basi nyama Ndugu zangu wana Simba tawi la wekundu wagoba Kulangwa, awali ya yote, ninayo furaha kubwa sana mimi pamoja na viongozi wenzangu kutoka Simba makao makuu, Simba mkoa, pamoja na Simba wilaya ya Ubungo kufanikisha hii leo kuzindua tawi hili la wekundu wa Goba Kulangwa. Niwapongeze sana viongozi wa tawi hili ambao mmefanikisha mchakato huu ambao natambua kabisa haikuwa rahisi, lakini mkapambana asubuhi na mchana, mkapambana kwenye majira ya baridi na joto, na hatimaye leo tumefanikisha ndoto ya kila mwana Kulangwa kumiliki tawi letu la Simba Sports Club. Tawi letu limezinduliwa rasmi hileo, na hii ni kusema ya kwamba watu wa kulangwa tunayo ofisi yetu ya kukaa, kuzungumza na kupanga mipango yetu ya Simba Sports Club. Kwa hilo ongereza fanikiwa baada ya kushauriana kwa muda mrefu tukafanikiwa kulipata tawi hili. Hatutaki baada ya muda mfupi tawi hili life ama tawi libaki jina tu, lakini kusiwe na shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na Simba Sports, zinahusiana na tawi husika. Kwa hiyo, viongozi na jukumu la kulifanya tawi lenu kuwa hai kulifanya tawi lenu liendelee kukua. Sasa mna wanachama 68 ambao ni wachache kulinganisha na wakazi wa Goba Kulangwa, maana yake mna wajibu hivi sasa kuendelea kuwashawishi wanasimba wengi, kuongeza ukubwa wa tawi lenu, na tawi hili liwe miongoni mwa matawi makubwa katika wilaya ya Ubungo. Ukubwa wa tawi ni pamoja na wingi wa wanachama wake, lakini vile vile shughuli ambazo mtakazokuwa mnazifanya ndizo zitakazowavutia watu waje wajiunge kwenye tawi lenu. Jambo la msingi ambalo Mkurugenzi Rogers hapa amelizungumza ni kuepuka migogoro. Nami nishindilie hapo kidogo, jitahidini kadri mtakavyoweza kuepuka migogoro, misiguano, fitna za wenyewe kwa wenyewe. Ikitokea simtofahamu katika tawi, basi kaeni katika ofisi yenu, zungumzeni, hakikisha mnalimaliza tatizo lenu, mnasonga mbele. Mmeshindwa, mnafata viongozi wenu wa wilaya, mnazungumza nao, wanawashauri, wanawaongoza, tunasonga mbele. Ofisi hii iwe ni ofisi ya kujadili maendeleo ya Simba Sports Club na siyo ofisi ya kukutana na kupiga majungu na mambo yasiyokuwa na tija kwenye maendeleo yetu wenyewe binafsi, wanatawi, na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Ndugu zanguni, wanakulangwa, leo hii mmefanikiwa rasmi kuingia kwenye familia yetu ya Simba Sports. Mlikuwa wadogo kabla hamjaingia kwenye familia hii, sasa mmekuwa, mmeingia kwenye familia yetu ya Simba Sports Club. Simba tuna utamaduni yetu, tuna miongozo yetu, na sasa mnawajibika, mnalazimika kufuata hiyo miongozo kila pale mtakapohitajika kufanya hivyo zungumza wana Kulangwa pamoja na zoezi la uzinduzi wa tawi ambalo tumelifanikisha kwa asilimia mia moja na sasa ni tawi rasmi la Simba Sports Club. Jambo jingine ambalo limetuleta hapa Goba Kulangwa ni kuja kuzungumza na wanaGoba na kuwaalika kwenye tukio letu la kihistoria la tarehe ishirini na tatu ya mwezi huu wa 11, siku ya Jumapili ijayo. Jumapili ijayo, ndugu zangu wanakulangwa, tuna kibarua wa kigumu. Jumapili ijayo, ndugu zangu wanagoba, tuna mechi nzito. Jumapili pili ijayo, ndugu zangu wanakulangwa, tuna kazi na shughuli pefu kweli kweli. Kwa mantiki hiyo basi, tumekuja hapa kwenu leo kuja kuomba msaada wenu wa kusaidiana na sisi na wanasima wengine tuweze kuvuka siku ya Jumapili, tupate ushindi na tuchukue alama tatu, tuwe tumeanza vizuri kampeni yetu ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Tumekuja kuomba msaada pekee wa ninyi kuja uwanjani siku ya tarehe 23 na kwa nini tunawahitaji sana tarehe ishirini na tatu? Kwa sababu sisi Simba na ujanja wetu wote na nguvu zetu zote, lakini mafanikio yetu kiwanjani tunawategemea sana ninyi mashabiki wenu, na ndio maana hileo tuko hapa Goba, kumwambia kila mwana Simba wa Goba, kila mwana Simba wa tawi hili la kulangwa na mwana Simba yoyote anayejifahamwana damu ya Simba ya kwamba tarehe 23 tunamhitaji Benjamin, tuna mhitaji wa aazwanakulangwa mechi ya jumaa pili dhidi ya wapinzani wetu kutoka Angola hukulie poapoa, tusimdharau yule bwana. Pamoja na kwamba tumeshapita viunzi vizito, pamoja na kwamba tumesha ruka viunzi vigumu kweli kweli, tumesha cheza na kushinda mechi ngumu kweli kweli, lakini isitupe kiburi cha kupitiliza na kumchukulia poa mpinzani wetu wa Jumapili na kila mtu akakaa nyumbani kwake amenyoosha miguu akiamini ya kwamba wakina kapombe wataimaliza ile kazi peke yake. Kama unafikiria hivyo unafikiria vibaya sana. Ili tufanikiwe kupata ushindi mnono siku ya Jumapili, ni kila mwanasimba siku hiyo aje uwanjani, tushirikiane kwa pamoja kumwangamiza mpinzani wetu. lakini hatuwezi kuanza vizuri kwa maneno matupu. Tutaanza vizuri hatua hii ya makundi kama kila mmoja kwenye eneo lake atatimiza wajibu wake kwa asilimia mia moja. Hawa viongozi wetu wa wilaya mnaowaona hapa, wakishamaliza shughuli hii ya kuzindua matawi, wanakwenda kwenye shughuli nyingine huko Benjamin Kapa, kuanzia hii leo mpaka siku ya Jumapili wanafanya kazi ya kuipambania Simba Sports Club ipate ushindi siku ya Jumapili. Siwezi kuambia, siwezi kuwaambia ni shughuli gani mtaiona Jumapili, lakini wanapambana wazee hao na umri wao, kwa ajili ya kuipambania Simba Sports Club. Jua lao Benjamin Mkapa, mvua yao Benjamin Mkapa mbu wao Benjamin Mkapa uhakikisha ya kwamba Simba anapata alama tatu siku ya Jumapili. Sasa hawa ndo wafanya kazi hiyo, na sisi mashabiki wa kawaida, kwa sababu hatuwezi kwenda wote Benjamin Mkapa, sisi mashabiki wa kawaida na sisi tutimize wajibu wetu wa kuipambania Simba kupata na kuipambania Simba. Wewe mwanakulangwa Simba apate alama tatu ni rahisi kweli, kweli. Ni kwa wewe kununua tiketi yako ya shilingi elfu tano tu na kuja Benjamin Mkapa, unakuwa umetimiza wajibu wako kwa asilimia mia moja na mnyama anaondoka na alama tatu, ngoma iyena iyena. Kwa hiyo unapokuja uwanjani sio tu unakuja kufurahia, lakini na wewe unakuja kushiriki kikamilifu kwenye kuisaidia timu yako ipate ushindi. Hatuna mashaka sisi, tutashinda tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, lakini mkiwepo na ninyi uwanjani, mmejaa tutashinda vizuri zaidi. Usibaki nyumbani siku ya Jumapili. Na unabaki nyumbani unafanya nini? Unabaki nyumbani umekaa na nani? Unabaki nyumbani unafanya shughuli gani? Wanasimba wenzio tuko Benjamin Mkapa, wewe umejifungia hapa kulango unaangalia kule, ah, unatuliumu, unatuliumu. Kila <laughs> mwanasimba siku ya Jumapili awe mbabu awe mbaba awe mama awe msichana hata wewe, kasichama kadogo kadogo, na wewe njoo Benjamin Mkapa muone nyama, sina kiingilio, ukoa jahazi akupe shilingi elfu tano bila masharti, uje uwanjani. Na wewe mwenye mwenye mwenye kipato cha kutosha, mpate mwenzio bwana we na kulipia tiketi twende uwanjani, yani usikubali kuondoka hapa Goba peke yako kama mchawi, njoo na wenzio Benjamin Mkapa, njoo tuifurahie timu yetu njoonitu yetu ipate matokeo mazuri siku ya Jumapili. Tuna kila sababu ya kutamba, tuna kila sababu ya kuvima, tuna kila sababu ya kujidai siku ya Jumapili kwa sababu nchini hapa Dar es Salaam tumebaki peke yetu, wengine wote wamekwenda mahameni Dar es Salaam tumebaki peke yetu. Sasa una una sita sita nini kwenda uwanjani siku hiyo, kila mwanagoba kulangwa, tukutane Benjamin Mkapa siku hiyo. hey! hey! hey! hey! lakini njia rahisi ya kufika Benjamin Mkapa ni kuja au kwa utamaduni ama utaratibu wa kale, hiyo ndio njia rahisi zaidi ya kuja uwanjani, hasa kwa wale ambao wanatoka huku mbali. Mnajikusanya kwa pamoja, mnatoa nauli zenu, mnakuja kwa pamoja, kwa heshima na taadhima, bila kuwa na udhuru wowote, bila kuleta excuse yoyote kwamba da, unajua Goba nakombari yani da Goba mpaka Benjamini Mkapa kipengeli, yani da, yani nitangalia tu kwenye TV, yani da, kila nikifikiria itazahala uungu yani nachoka, sijui bila kuleta uduru wa aina yeyote ile. Tarehe ishirini na tatu wanagoba wote tunawataka Benjamin Mkapa. Hii timu mmeichagua wenyewe, hii timu mmeipenda wenyewe, na hii ndiyo timu yetu sisi, Simba Sports. tuna wajibu wa kuifuata popote pale kwa ajili ya kwenda kuipigania, na tarehe ishirini na tatu tunakwenda kuipigania kuipambania Simba yetu. Twende tukamfanye vibaya Petro. Tuchukue alama tatu, tuanze kuangalia mambo mengine, tunamalizaje kundi hili. Hakuna mashaka ya aina yeyote kwenye kundi hili, mnyama anavuka kwa sababu sisi tumeshavuka kwenye kundi lenye mamba, kwenye kundi lenye chatu, wakati huo sisi tukiwa wadogo kweli kweli, tukavuka. Hivi sasa sisi tumeshakuwa mamba wa Afrika kwenye kundi hili tunavuka mapema tu, lakini tunataka tuvuke na ninyi mkiwa mashuhuda Benjamin Mkapa.